Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Rahma na amani zimeendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harakati zetu zinaendelea katika kumtumikia Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Asubuhi ya leo ya tarehe ishirini na nne za mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano nimepokea jamaa yangu sana, lakini pia mwanaharakati, mwakilishi wa Dubai maarufu sana ni Mufti Mubaraka. Alhamdulillah, ziara yake amekuja ya leo, angalau kuja kunitembelea, kuja kuona maisha ya watoto zetu wa madrasa ya Alhuda. Nishukuru kwa sababu akukuja mikono mitupu, japokuwa pia amekuja kama kutazama na kutoa salamu kwa kuagizwa, angalau tumepokea hiyo mimashafu kumi na tano, lakini pia angalau na watoto wetu wapate busati ya kuikalia, amelileta hilo. Namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala mlipe kila la heri na ambarikie katika mengi ambayo tunaendelea kuyafanya katika nchi yetu hii ya Burundi, lakini nitoe wito we kwa wengine Waislamu ambao wanaotamani kutuunga nguvu, kutusapoti. Ukitazama sehemu ambapo watoto zetu wanasoma, wako mia moja na hamsini, na ukiangalia mbeleni hapa kunabakiza kama mwezi mmoja na nusu Watoto zetu watakuwa wameingia katika likizo ya, ya, ya masomo ya serikali, bimaana watakuwa wameingia katika grand vacance. Kwa hiyo watakuwa wengi, tunahitaji pia kupata busate za kutosha, ama safu ya kutosha, lakini pia tukiwa tunaandaa musabaka mkubwa ambao tunakuja kukamilisha mwezi wa saba, ambao tutahitaji watu watuunge nguvu, ili tukamilishe maandalizi yote hayo. Wakisoma Qur'ani, basi ni baraka kwa ndugu zetu ambao waliotangulia kaburini wiki naokuisha tulifanya harakati, na nikaelezea watoto wana wanashida masafu 45, alhamdulillah, yamepatikana. Juhudi zote zinahitaji, na wewe usikae nyumbani, njoo utupe nguvu, njoo tu utusapoti katika makubwa tunaoyafanya katika nchi yetu ya Burundi. Namba zangu ni hizo hapo za WhatsApp, na wewe unaweza ukanunua so misafu yako kumi, kwa msafu mmoja 1500, unapata misafu yako kumi kabisa, 1500 unapata masafu yako kumi Watoto wakifungua Qurani basi una baraka zake. Mungu atubarikie, na Mungu atuwekewe pesi, aibariki Alhuda na Alhuda TV Burundi. Ivyenu ipo vyema kuitumikia dini. Alhuda, mwongozo wa jamii.